Kutoka kwenye savana za Uganda zilizotanda, alitokea kiumbe mkubwa, si mfalme, bali katili. Jina lake lilikuwa Idi Amin Dada, mwanaume mnene, bingwa wa zamani wa heavyweight boxing. Aliacha uwanja wa michezo kwa ajili ya kiti cha enzi na kuacha glovu zake kwa utawala wa hofu usio na mfano wa miaka minane 8. Alishikilia nchi kwa utawala wa chuma akipata jina baya zaidi kuliko yote aliyojitwika, The Butcher of Uganda. Kutoka kuchaguliwa kama mwanajeshi katika jeshi la ukoloni la Uingereza hadi kujitangaza mfalme wa Scotland, kupanda kwa Amin kulikuwa kwa kasi kama ambavyo utawala wake ulikuwa wa majanga. Mwaka 1971 alitoa madaraka kwa mapinduzi ya kijeshi akiahidi ustawi. Badala yake alianzisha miaka minane ya vitisho visivyosemeka ambapo sheria ilibadilishwa na nyundo na taifa la Uganda likageuzwa kuwa makaburi yake ya kibinafsi. Ukatili wa Amin ulikuwa wa kimfumo, hakulenga tu wapinzani wa kisiasa. Alipanga mauaji ya wote waliokisiwa kuwa adui zake, hasa makabila ya Achole na Lango waliokuwa waaminifu kwa rais wa zamani Milton Obote. Vyombo vya utawala wake wa kidikteta, Public Safety Unit na State Research Bureau, vilikuwa sawa na mateso, utekaji nyara na kutoweka. Makadirio yanaonyesha kuwa zaidi ya Waganda elfu mia tatu waliuliwa chini ya amri yake. Wasomi, majaji, viongozi wa dini, hata mawaziri wake wa baraza la mawaziri, hakuna aliyekuwa salama Miili ilipopatikana mara nyingi ilikuwa na alama za ukatili usioelezeka. Mito iligeuka kuwa miekundu na makaburi ya halaiki yakawa tukio la kawaida na la kutisha kote katika ardhi ya Uganda. Labda kitendo cha kushangaza zaidi cha kujiharibia kiuchumi kilikuja mwaka 1972 alipoamua kuwafurusha kwa wingi jamii ya Waasia nchini Uganda waliokuwa ni elfu themanini akichukua biashara zao na kudhoofisha uchumi mara moja. Lakini mauaji ya halaiki, japo yalikuwa ya kutisha, yalisababisha madai mengine ya kutia baridi, madai yanayoendelea na yanayotisha kuhusu ulaji wa nyama za binadamu. chanzo kikuu cha madai haya kinatoka kwa mmoja wa wachache waliotoroka kutoka mduara wa ndani wa Amin ili kutoa ushuhuda. Waziri wake wa zamani wa afya, Henry Kemba, katika kitabu chake chenye utata cha mwaka 1977 alichokipa anwani State of Blood The Inside Story of Idi Amin. Kemba alieleza upuuzi usiofikirika. Alidai kwamba Amin mwenyewe alijisifu kwa kula nyama za binadamu, kwamba alikuwa anaweka vichwa vilivyokatwa vya maadui zake wa kisiasa, si tu kama mataji, bali vikiwa vimehifadhiwa kwenye friji katika ikulu yake, akidokeza madhumuni ya giza zaidi. Mili ya waathirika wake iliripotiwa kulishwa mamba katika mto Nile au kutupwa tu kwenye makaburi ya halaiki. Kemba alielezea hali ambayo hofu ilikuwa kamili, na tabia isiyotabirika ya dikteta ilidokeza akili iliyopotoka yenye uwezo wa kufanya chochote. Moja ya hadithi mbaya zaidi inasimulia Amin akipokea kichwa kilichokatwa kwenye sanduku, akakichunguza na akisha kuagiza kirudishwe kwenye friji yake. Hili halikuwa tu suala la vita vya kisaikolojia, lilionyesha udadisi wa kutisha, kiu ya kwanza ya kinyama. Alipokabiliwa na waandishi wa habari wa kigeni kuhusu uvumi huo wa kutisha, Jibu maarufu na la kutia baridi la Amin lilikuwa rahisi lakini la kutisha sana. Alijibu kwa kusema, sipendi nyama za binadamu, ina chumvi nyingi sana kwangu, kauli ambayo ilionekana kuthibitisha kwamba alikuwa na uzoefu wa kutoa hukumu kama hiyo. Utawala wa Amin hatimaye ulianguka mwaka 1979 ukiishia kwa kutoroka kwake kwa, kwa aibu na kwenda uhamishoni nchini Saudi Arabia, ambapo aliishi hadi kifo chake mwaka elfu mbili na tatu bila kukabiliwa na kesi ile walioathirika wapate haki. Lakini uridhi wa utawala wake na masuala ya kutisha yanayozunguka madai yake ya ulaji nyama za binadamu yanaendelea kuikabili Uganda na ulimwengu kwa jumla. Wakati ushahidi kamili wa Amin kula nyama za binadamu kihalisi bado unajadiliwa na wanahistoria, kuenea kote na uwezekano wa madai hayo kutoka kwa wale waliokuwa karibu naye kunachora picha ya kutisha. Iwe ni ukweli halisi au hofu ya kisaikolojia, madai haya yaliangazia uovu uliokithiri karibu na kiasili uliofafanua mmoja wa madikteta wa kutisha zaidi katika historia ya ulimwengu.